Hii ni Tem TV, bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Yes bwana, yeah, karibu sana. Hii ni kwa mashabiki na marafiki wote wa muziki mtamu wa Bongo Flava. This is top entertainment in music television shop boy, hapa Stefano Tem, na leo tuna uchambuzi wa kina wa wimbo mpya kabisa yani brand new song ambayo ime drop this time kama surprise bila taarifa yoyote kutoka kwa msanii wa kimataifa wa Tanzania namwongelea Diamond Platnumz ambaye ametoa wimbo mpya unaoitwa msumari ebana ili pidi ni msumari yaani unajua msumari <laughs> bana ngoma hii hapa imetoka hivi karibuni, na imeweza kuleta hisia nyingi sana na mazungumzo makubwa huku mitandaoni. Kwa hiyo utenda kufahamu mengi, na leo tutachunguza maana ya wimbo huu kuitwa msumari, lakini pia ujumbe ambao unapatikana kwenye video, lakini pia kwa nini wimbo huu hapa umeweza kuwakilisha zaidi mziki na sio mziki tu. Ni hadithi ya upendo, uvumilivu pamoja na mshikamano bana, kapo hapo Gongelea Msumari, hakikisha like tu huu, umeweza kusikia tuachie huu, lakini pia ujumbe ambao kwenye video pamoja na audio, lakini pia yale yote ambayo yanahusu muziki naweza nikasema huu ni zaidi ya mziki. By the way, ni hadithi ya upendo lakini pia uvumilivu na mshikamano kwenye mahusiano. Eh, bana, ye gungelea Msumari hapo ulipo, make sure umesubscribe Temu TV, lakini pia unatufollow kwenye mitandao ya kijamii na ni moja at TemuTV, lakini pia drop comment yako, ndo kitu cha msingi sana, usisahau kutuma notification utakuwa umetisha kinoma noma. Baki ni business, baki ni story, kwa kuanzia tu kidogo tumgusie msanii wetu Diamond Platnumz ambaye amecheza ngoma hii, jina lake halisi ni Nasibu Abdul Isaac Juma, na ni moja ya nyota wakubwa kabisa wa mziki barani Afrika na Afrika Mashariki, anawakilisha vyema kabisa. Alizaliwa mnamo mwaka 1989 na kuanza mziki akiwa na ndoto kubwa sana kupitia lebo yake WCB Wasafi WCB, ameweza kufanikisha mambo mengi makubwa sana. Kwanza, kuleta vipaji vipya kwenye game na wasanii ambao this time pia wanaheshimika sana kimataifa, lakini pia ngoma zake ambazo zimeweza kufanya vizuri. Ana ngoma kubwa ambazo tunajua vile ambavyo zime break record kama Jeje wa Salome na nyingine nyingi sana, zimeweza kuimarisha hadhi yake mpaka leo hii, anaweza kuachia ngoma kama Msumari. Damu ni sehemu ya historia ya iseheo wa bom kubali kataa, huo ni ukweli ambao upingiki. Leo hii amemtuma njia apeleke salamu right. kuchambua wimbo huu mdogo mdogo sio bana. Kwanza kabisa, tuanze na jina la wimbo ambao ni Msumari. E bana, msumari kila mtu anaofahamu kwa namna yake, lakini msumari unajulikana msumari ndio huo, unagongelewa kwenye bati, ni kifaa by the way kinatumika kushikilia kitu. Msumari ni kifaa kifupi, na msumari ndio jina la nyimbo. By the way, Diamond anatumia neno hili kuelezea maumivu makali ya mapenzi na mateso ya moyo. Msumari hapa ni kama kile ambacho kinafunga vitu pamoja, kama nilivyokuambia ni kifaa, lakini pia kinachoua na kusababisha maumivu makubwa sana. Ni kifaa ambacho si unajua wimbo, imagine msumari ukutoboe, ni kwera, au sio bana? jinsi gani ambavyo upendo wa kweli unahitaji ulinzi dhidi ya wivu, mashaka na changamoto. Sauti ya Diamond, ambayo inachanganywa kwenye muziki wa Bongo Flava wa kisasa iu. Au sio bwana? basi inafanya wimbo huu kuwa wa kipekee na wa kukumbukwa kabisa katika historia ya muziki wa Bongo Flava. Maneno ya wimbo haya yanahisia na mawazo mazito kabisa. Yanaweza kuonyesha mshikamano kwa watu ambao wanapendana, you know what I mean. Sasa kabla sijagusia video, nitakugusia baadhi ya lines ambazo zimekuwa gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na ngoma hii hapa ya Msumari. Mfano, kwenye vesi ya kwanza, anaanza kusema kwamba huu ni utoto tu, ila mikuakosipindui ndio maana nikinuna najichekesha asubuhi. E bana, anasema kuwa yeye ni mtu ambaye anaonekana kama hayuko serious kwenye kujichosha sana kwa mawazo kuhusiana na hisia zake na mpenzi wake, lakini ukizungumzia fikra kuhusu uhusiano wao, basi anafikiria usiku kucha, yaani kwamba yeye hana ujanja, au sio? Anasema ni ujinga tu ila mie kwako fala, ndo maana usipopokea simu siwezaji kulala. Anakubali kuwa anaweza kufanya makosa au kuonekana mjinga kwa kusita, lakini kwa mpenzi wake ni muhimu sana, na anasema kwamba hadi anashindwa kulala pale ambapo akikuta hajapigiwa tasimu na vitu kama hivyo. Na kuna laini inasema kwamba umenifunza tofauti ya kupenda na kupendana, eh. <laughs> Anaelezea kuwa amejifunza tofauti kati ya kupenda kwa mazoea na kupenda kwa moyo wake wote. Pia anasema kwamba mawasiliano yana nguvu kubwa sana, hata kama ni kwa sauti tu, ya macho yanapoongea kwa hisia. Noma kweli. Na pia kuna line ambayo inasema mapenzi yanataka imara kuaminiana. by the way, anasisitiza umuhimu wa mapenzi kuwa na imani na mshikamano thabiti, kama vile msumari ambavyo ukigongelewa kwenye laba bati na mbao, unaelewa jinsi ambavyo vinakuwa pale lakuwa limejishikilia vizuri na anamwambia mpenzi wake kuwa hana shaka ya kuamini kwamba anafanya mambo ambayo ni kwa ajili ya uhusiano wao wao wawili pamoja. And we know this time Diamond kwenye mahusiano na bibie Zuchu kuyo wenda dedication. Kwa hiyo huenda hii ngoma ikawa dedication kwake. So verse ya kwanza imehusu sana mtu ambaye uko naye kwenye, kwenye mahusiano this time na kuonyesha isigani ambavyo anamdiketia upendo wake na anamwambia aeke msumari na vitu kama hivyo, sio bwana. Hasa kwenye chorus, kuna bridge, lakini pia kuna chorus na bridge, pia ni hiyo inasisitiza kusema na msumari, na kwenye chorus anasema nigongee na msumari, oh, kwa melodi kali kabisa, na anazungumzia jinsi ambavyo anataka kuimarisha na kutunza upendo wao kwa mshikamano na nguvu, akitumia msumari kama kifaa ambacho kinafunga vitu kwa pamoja kwa nguvu ili penzi lisiweze kuharibika. Noma kweli! Hii ina maana kwamba anaonyesha uhusiano wao unabidi uweze kuwa imara bila kuangalia kasoro ambazo uko nazo. Lakini pia anasema mvua ya chuki situnyeshe. Anaikataa chuki na wivu zisije zikafanya mapenzi yao yakaweza kuharibika na kuweka mvua ya chuki kama kikwazo cha upendo wao. Hasa vesi ya pili ndo ina utata, mwanangu, vesi ya pili huko ndani Simba ameweza kuanza na mistari ambayo anasema, njiwa apeleka salamu huko e, Lamu <laughs> Mombasa, zifike hadi wapi? Sawa bana. Hii inaonyesha ujumbe wa amani ya upendo wao, lakini pia anamtumia njiwa kama mjumbe wa salamu kupeleka ujumbe, na hii inaonyesha pia kuanzisha jambo ambalo ni la matumaini ikiwa imeambatana na changamoto na matatizo yanapoweza kutokea kwa sababu anasema laini inofuata, si ulisema mimi sitopata wathamani. Hasa hii ni nini? muulize huyu nani? au sio bana <laughs> Hapa anawazungumzia pia watu ambao walitangaza kuwa wasingepata upendo au heshima, lakini yeye anaonyesha kuwa penzi lake ni la kweli na linathaminiwa kweli kweli. Na line nyingine anasema, wanabaki kututabiri si punde tutaachana, waambie sio kwa penzi hili, mbona wataroga sana <laughs> na anataja kwamba watu wengi wanatabiri uhusiano wao utavunjika, lakini yeye anasisitiza kwamba hiyo sio kweli na wengi wanajihusisha na uvumi bila sababu yoyote. Sijui umepata nini hapo, naachia comment yako down below kwenye comment section. Lakini kwenye bridge, nilikwambia pia, anagusia kuusiana na msumari, ambapo anasema na hivi vinzi vya kuzengea wizi vikichanga hizi visikunyime amani. Sawa bana, anaelezea masuala mabaya yanaweza kuzunguka au yanaweza kuwazunguka, kama vile uvumi na matapeli yanayojaribu kuharibu amani yao, lakini anamwambia lala usingizi upepo wa parizi. Anataka mpenzi wake apumzike na kupata usingizi wa amani bila hofu ya mambo mabaya. Noma sana, na anamaliza bridge akisema kwamba mambo ya uzinzi yaku vya kazi gani bebi, hapo ilipo mbao, au sio bana, wewe si msumari akuongelee. Yani hii inamaanisha kwamba kuzingatia kuhusisha kwa masuala udhalilishaji ama uzushi, na badala yake kuweka utulivu mahali pekee waweze kukaa pamoja na wagongelee misumari yao na vitu kama hivyo, sio? Kwa ufupi sana nimeweza kuelezea maneno haya ambayo yanahisia na mawazo mazito yakiweza kuonyesha mshikamano wa wapenda nao. Kwa ufupi, hizo ndo lines ambazo zimepatikana kwenye verse one na verse two, lakini pamoja ya chorus na bridge kwa jinsi ambavyo mimi nimeelewa. Kwa upande wako sijui una mtazamo gani tuachie comment yako lakini kwenye kwa kwa uchambuzi wa video ya Msumari, bwana video inafanya vizuri kwa kweli kwa this time, nimeweza kuona ina masaa 15 ikiwa na views wa kutosha kupitia YouTube na ina trend, lakini pia mbali na hiyo comment ni nyingi, na video ya Msumari bwana ni video ambayo ina hadithi yenye nguvu sana. Inatuonyesha maisha ya watu ambao walipitia majaribu, kama rafiki wa kuse yule ambaye aliweza kupoteza uwezo wa kutumia mikono na miguu. Hii inaashiria changamoto kubwa sana katika maisha na upendo kwa ujumla mbinu za uigizaji ambazo wamezitumia Diamond lakini pia director, lakini pia video lights pamoja na mandhari za kisasa bana zimeweza kufanya video hii kuweza kuendelea kukazia ule ujumbe kuwa mzuri kweli kweli. Unajua ujumbe ambao nimekwambia, kwa namna hiyo ambavyo mimi nimeelewa kwenye audio hasa, imagine ukitazama na kideo, unapata maana kubwa zaidi. Lakini pia rangi ambazo zimeweza kuchaguliwa kwazia mavazi na director, mwelekeo ambao anatumia zile engo za cameras, e bana, ameweza kuchangia kuleta hisia kubwa sana ambazo zinaweza kuweka maumivu kwa mbali, lakini pia na matumaini makubwa sana. So video hii hapa inasisitiza kwamba thamani ya kushikamana na wapenda nao kuweza kuwa pamoja bila kupoteza amani, hata wakati wa changamoto. Kwa ufupi tu, hicho ndo ambacho nimeweza kukipata kwenye uchambuzi wa video, lakini video ni kali kweli kweli, na nahisi director wa hii video ni Forex, kama sijakosea. Lakini pia Diamond amethibitisha tena kwamba yeye ni msanii mkubwa, lakini pia ambaye ana ubunifu hali ya juu na mwelekeo wake ni mkubwa kuliko kweli, au sio bwana? So hizi hapa ni baadhi ya ya rekodi ambazo Diamond da ameweza kuziweka baada ya kuweza kuweza kuachia video zake kupitia YouTube na mba, na tunafahamu kwamba yeye ndo msanii wa kwanza Afrika kuweza kuwa na jumla watazamaji zaidi ya bilioni so, moja ngoma ambazo za Diamond zina watazamaji wengi ni moja ya ngoma ambayo inaongoza ni Ope Remix ambayo amefanya na Inos B, ikiwa imevunja rekodi kwa kuwa na takribani zaidi ya views milioni 258, na wa ambao alifanya na Koffi Olomide ambayo ina watazamaji zaidi ya milioni 183, Inama yenye jumla zaidi ya watazamaji zaidi ya milioni mia na nne, Jeje ikiwa na watazamaji zaidi ya milioni mia na saba, wa ni miongoni mwa video ambayo ina rekodi kubwa kwa kuweza kupata watazamaji wengi kwa muda mfupi yani kwa masaa machache ndo video ambayo ilipata watazamaji wengi sana. So Diamond na anakuwa miongoni mwa wasanii ambao wana ushawishi mkubwa sana, akiwa mmoja wapo wasanii wa Afrika waliofanikiwa kupata watazamaji wengi kwenye mitandao yake, especially kwenye YouTube, lakini pia huko TikTok anamwaga moto, Instagram moto si wa kawaida. Na hii ngoma ni msumari kwelikweli, au sio? Section tuze kuona wangapi nini? Mimi nasema asanteni sana na mpaka hapa tupofikia kwenye uchambuzi ngoma hii mpya ya damu ni msumari. Tafadhali usisahau kusubscribe kushare, lakini pia kutuachia maoni yako hapa chini. Msumari <laughs> kwenye mapenzi, lakini achana mambo mengine So tuchukulie ngoma hii ya msumari kama changamoto ya kuimarisha mahusiano yetu, kama msumari kwa imani na mshikamano. Asanteni sana, tukutane kwenye video nyingine ya goba. The name Stephano Temu, till next time, bye, bye, ciao, peace. Gumzo si si, siyo kidogo, ni kwerekweche oh.